lisha Bwana sifa na utukufu. Tulimimina mioyo yetu jana kwa Mungu, roho zetu zilihudumiwa, na hata ulietufuatilia kwa njia ya mtandao ulibarikiwa, na uliejiunganisha kupitia sadaka pia ulibarikiwa. anayemkaribisha ni mwingine ambao ninaenda kusema nawe kwa habari ya sifa za Bwana. Ile Zaburi ya mia na saba mia na kumi na saba tutaanzia ule mstari wa kwanza, na huyu Mungu aliyetuka upendo wake atamhurumia. Anasema msifuni Bwana enyi mataifa, tukuzeni yeye enyi watu wote. Kwa kuwa upendo wake kwetu, uaminifu wa Bwana. Msifuni Bwana. Ni Zaburi ni mkuu, uaminifu wa Bwana una dumu milele. Msifuni Bwana, fupi sana, ina mistari miwili tu. Msifuni Bwana enyi mataifa yote, mtukuzeni yeye enyi watu wote, kwa kuwa upendo wake kwetu ni mkuu, uaminifu wa Bwana una dumu milele sana wewe, ambaye nyakati zote majira zote, iwe ni hali nzuri au mbaya, umedumu katika kumtukuza. Wacha nikupe siri moja ya kushinda majaribu, wacha nikupe siri moja ya kushinda lolote ambalo la kukabili. Unapopita katika garika, katika hali ngumu, iwe ni magonjwa iwe ni tabu za ndoa, iwe ni shida za mausia yako, iwe ni kazini, popote pale unapokuwa, jifunze kumtukuza Mungu, jifunze kumwambia Mungu, hata kwenye hili nitakuona, hata kwenye hili bado wewe ni Mungu wangu. Usiache, usiache tumaini, kwa sababu pale unapoacha tumaini ndipo utakapoanza kuliabudu jaribu, ndipo lile jaribu litakapoanza kujikuza kuliko Mungu wako. Uza imani yako ndani yako, achilia imani ikue, achilia imani ikue. Wacha kulia, wacha kuhuzunika, wacha kuomboleza, wacha kujiona umeachwa, wacha kabisa kuogopa kwa sababu unapogeuza lile tatizo kumpa Mungu sifa, kama limetoka kwa shetani litaondoka, na kama ni mapenzi ya Mungu ameruhusu mpite hapo, basi atakupa nguvu za kumaliza. Salamu, Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapomtukuza Mungu unamtukuza kwa maneno ya kimaombi, kwa maneno ya kimaombi. Hebu tusome kile kitabu cha Mathayo. Mathayo, tusikie maneno ya Yesu mwenyewe, mwana maombi mwenyewe. Kitabu cha Mathayo kinatupa siri ya ajabu sana, ule msari Mathayo ishirini na sita mstari wa thelathini na sita. haya ni maombi ya Yesu alipokuwa Getsemani. Anasema, kisha Yesu akaenda pamoja na wanafunzi wake mpaka kwenye bustani iitwayo Getsemani, akawaambia kaeni hapa, nami yende kule nikaombe. Akamchukua Petro pamoja na wale wa wana, wali, wana wawili, wana wawili wa Zebedayi akaanza akanza muz, kuzunika na kufadhaika. Kisha Yesu akawaambia, moyo wangu umejaa na huzuni kiasi cha kufa. Kaeni hapa na mkeshe pamoja nami. Kaenda mbele kidogo, akaamua kufudi akaomba akisema, Baba yangu, kama ikiwezekana kikombe hiki na kinio kiniondokee, lakini, lakini si kama nipendavyo mimi bali kupendavyo wewe. Unasikia maneno ya Yesu. Ili jaribu la Yesu halikutoka kwa Shetani, lilikuwa ni kusudi la Mungu. Lazima akinywe kikombe hiki, lazima asulubiwe, lazima ateswe, ili mimi na wewe tuwe salama, ili uhusiano wetu na Mungu urejee. Baada ya anguko la mwanadamu, Mungu akatengeneza mpango wa pili ambao ndio huu wa Yesu, lazima akinywe kikombe hicho. Lazima afike msalabani na asumbiwe na ateswe na afufuke kwa lengo la kufufua kile ambacho kilikufa katika maisha yake. Lakini ilimpasa akaombe. Kumbuka, alivaa mwili japokuwa ni roho, ilimpasa akaombe, ilimpasa akaombe. Na alipoenda kuomba, aliomba maombi ya hekima sana. Alikuwa anasikia uchungu, baada hajafika msalabani, lakini mwili na roho zinamweleza, zilishaanza kumtazamisha machungu ya huko mbele. Alishaanza kuona uchungu wa jaribu, alishaanza kuona maumivu ya jaribu, alishaanza kuona mateso ya jaribu, akasema ikiwezekana. Unaposema ikiwezekana, maana yake ni nini? Unampa Mungu option kwamba kama ni wewe basi nitie nguvu, nimalize salamu. Lakini unapokuwa kwenye maombi, huko kwenye maombi, ndio maana Yesu aliomba, alipokuwa kwa wanafunzi alikuwa wamelala, lakini mara ya pili akawa na amani, akawaamsha, akawa msandeni, mkapumzika. Maanake ni nini? Ameshapata majibu kwenye maombi, ameshapata majibu kwenye maombi, kwamba hili jaribu hali lazima nipite, lazima nipite ili kitu fulani kitokee cha kuokoa wanadamu. Kwa hiyo hiyo shida yako hiyo shida yako unaopitia hata wewe, lazima ifike mahali umuuleze Mungu. Hatupati majibu tu kwa kunyamaza kimya, tunapata majibu kwa kuomba, tunapata majibu kwa kusogea mbele za Bwana, kwa kufunga na kuomba. Maana kuna majibu mengine unaweza kupata mpaka ufunge na kuomba. Sasa unapofunga na kuomba, ndipo unapata majibu na kuna mwingine akienda kuomba hata bila kufunga anapata majibu. Tunatofautiana viwango vya imani. Bwana Yesu, saidia sana sasa Tunapozungumza kwa habari ya jaribu linalotoka kwa Mungu, maanake unapaswa upande ngazi. Sasa ili upande ngazi, kuna mahali lazima Mungu akupitishe, na kama ni la Mungu jaa imani, kwa sababu utashinda. Wale vijana watatu Meisha Kenda na Benego ili wapasa wapite kwenye ule moto ndipo wakapande. Leo mwili na kiroho, kuna nafasi, uwezi kwenda mpaka upate, uh, tunasema mazoezi ya kwenda kwa kwenye ule basi. Nikupe mfano wa kijeshi, wanajeshi, kila cheo lazima uende kozi, lazima uende uende uende zoezi eh? uwezi kupewa pewa, tuna lazima lazima ukapitishwe ukaelekezwa ukafuzu kwamba unapoelekea ni moja mbili tatu, yauriji kina moja mbili tatu. Hata maisha yako yana stage, yana exercise zake. ni kutia moyo hayo ambayo yanatoka Shetani. So, ukiingia kwenye maombi kuomba, Mungu atakujulisha hili ni la kipepo. Na ukiona jaribu limekuja kwenye maisha yako badala likuimarisha kiimani vinazidi kukuteketeza, vinazidi kukuumiza, vinazidi kukutoka kwenye njia ya sikiliza. Hilo Mungu, kwa sababu Mungu ataruhusu jaribu, analinda imani yako, tunajifunza. Kwa hiyo <laughs> alimruhusu shetani kwenda, lakini alimwambia we usiguse roho yake. kwa nini? Roho ndio sehemu ambayo Mungu